Ya ufura. Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetani wanaishi kama hayawani sababu ya kiji, kiji, kijicho

Jambo, afande, kama mnavyojua, hatuna muda. Kama mnavyojua pia, majukumu yetu ni makubwa sana. Kwa tunahitaji tuzungumze kwa ufupi, lakini tuzungumze mambo ya msingi na mafande ambayo nimewaleta na ngeomba jitambulishe. Daudi. Afande Faustin inacho hitaji ni kitu kimoja, kazi fanyike kwa nguvu na akili na haraka sana iwezekanavyo. Nahitaji niwe napata ripoti ya mtu mmoja baada ya mwingine. Ningeomba tuondoke, kila mmoja afanye kazi yake, na kazi unayoifanya hakikisha unaleta ripoti. Unaliona vizuri? Yes. Yes. Lakini cha kushangaza afande Majaliwa hayupo, yuko wapi? Nahitaji kupata taarifa zake. Hmm. Vipi kuhusu Majaliwa, afande? Hapo kidogo kuna shida kwa sababu mimi mwenyewe nilitegemea nitamkuta hapo, lakini imekuwa tofauti sana na ambavyo Naomba nisaidie, naomba nisaidie kwanza, naomba ah, <coughs> nisaidie dadangu, nifike nyumbani tu kwanza. Yaani ndio usalama wangu, naomba nisaidie kwanza, nifike nyumbani. Mateso, Mateso? Hmm. Nisaidie, tusiongee sana. Yaani, e hapa, geografia ya hapa ipita hivi Naweza nikaanza kupata picha vizuri. Mungu nisaidie. Nikifika nyumbani kila kitu nitakuwa nini? <laughs> ni nina muda kidogo, hatujafanya mawasiliano ya ukaribu ni vile tunapoenda kazini tunatengana kulingana na majukumu. Kwa hivyo nafikiri uh, itakuwa ni vizuri kama tukipata muda wa kutambua kapatwa na nini yuko wapi na kwa nini hajafika kwenye kikao kikubwa kama hiki, afande Majid. Juzi mkuu, nilikutana na Majaliwa nadhani wakati tunaachana mkuu, taarifa zake zilinisikitisha kidogo, kwa kuwa sikumwona katika hali ya usawa na nilihisi kuwa ana tatizo. Sasa sijapata bado ni kwa nini na nini kinachomsumbua mpaka hafiki kwa wakati na kwa nini hawezi kufika ukimhitaji, mkuu. Usijali au hujafungwa <laughs> najua mazingira yako, usijali kuhusu hiyo hali. Nishafika nyumbani hapa, hapana shida. Nakushukuru sana, nakushukuru sana, umeokoa maisha yangu kwa kiwango kikubwa sana. Nilikotoka ni mbali, pale nilipokuwa ni pafupi kufika hapa, lakini pengine ningepotelea pale pale. Nakushukuru sana. I, ila sijafahamu nahitaji kila mmoja ajue kitu tunachotakiwa kukifanya hapa tunafanya kazi ya serikali kwa sababu tumeaminiwa <coughs> na kila mmoja hawezi kufanya kazi kwa kujiamulia anavyotaka yeye mwenyewe kazi zetu na majukumu yetu hayaturuhusu kufanya hivyo tunaelewana vizuri Biyo, Biyo, na hakikisha mnafanya vizuri, kwa sababu wengi tutaondoka, na watu watahamishwa kikazi, watabadilishiwa majukumu, wengine watapandishwa vyeo. Kwa hiyo ripoti ni muhimu sana. Niombe kila mmoja aondoke, aende kwenye kituo chake cha kazi, aendelee na majukumu kama tulivyokubaliana, si ndio? Vizuri sana. Wewe ni mwenyeji kwenye ichi kijijini una muda mrefu eh? mm. Mmi... <gah> kama nilivyokwambia naitwa Mateso hapa yeah. Ndo naishi eh, kwa hiyo karibu sana, sana. Eh, sijui hata nikufanyie nini kwa sababu umenisaidia sana, Sijali. Hmm. Kesho nitakuja kukuona. Kipindi ambacho mimi nimekaa kuna wageni wameingia na kutoka

Na kuuliza Susan, imezunguka nyumba nzima sijamuona, nimeingia ndani ya, Nime ya yupo kaenda wapi Susan? Hodi, ah, Mwita. kwema ah. Hapana, hata sio kwema, ni matatizo matatizo juu ya matatizo. Haya. Nisikilize na mimi, unaona mguu wangu, nilikuwa natoka naenda kwenye mzunguko yangu. Sasa ngoja nitoe viti tukae tuzungumze, sababu wewe kijana wangu kubwa sana kwangu. Alafu kilio cha mtu mzima mzee wangu huwa hakiendi bure. Eh? Huwezi kuamini Mtemi anachonifanyia mimi ni udhalilishaji. Kuna mfanyakazi wako hapa uliyemwacha wakuwa na uliyemwajiri wa kuwa anazunguka na Suzana kila anakoelekea anakuja kupa taarifa wewe. We mama, wakati wa kujitolea yeye maamuzi umekwisha. Sasa wakati uliofuatia ni wa kutekeleza maamuzi yangu. Muda si mrefu anakuwa mke wangu sasa, maana nimemwacha ajiachie Ha, afate taratibu, ameshindwa. Sasa maamuzi yanayofuata ni kuwa yeye mke wa mtu. Umenielewa vizuri? Amekwenda wapi? Tole miupuzi wako hamekuenda wapi ha? Iti ya nakujia kuwa kune mke wa mke wa mke wa mke wa mke. Saa kumi na moja alfajiri. Kwa mimi menda nyumbani kwake, sijui kwao, sijui kwake, sijui anafuga ule mbwa, mimi nikafanya usafi pale kwake kweli mzee wangu. Mimi jamani na ndevu zangu, mzee wangu na nzalidisha mimi Mtemi. Tena stosha anakuja nyumbani kwetu, anakuja kuleta maneno ya fedhea. Mimi nimekaa dada yangu, alafu hakunaga kitu kibaya kwenye maisha kama mwanaume kudhalilishwa mbele ya mwanamke, sasa mbele ya dada yangu. Mimi shida Mtemi ananidhalilisha mimi, ananidhalilisha mimi, ananidhalilisha mimi, mita nisikilize. Naona sasa hii imekuwa kero, maana kila kukicha imekuwa Mtemi, Mtemi. Yani, ni kero Yaani, wewe mwanaume mwenzako unaamka asubuhi kwenda kufyagia kwake, anakwenda kubaya. Hizi ni zalau. Kwa nini naongea naye hapa nani? Hivyo mama, kwa nini unaona unapenda una kunichanganya akili yangu? Namuulizia Susan afu unanijibu upumbavu, unanijibu mjibu hivyo nani? Eti na kuchanganya wewe? Ulishachanganywa na maisha yako wewe mwenyewe, wala hayupo anayekuchanganya, na kama patatokea kukuchanganya, basi atakuwa anaongezea maisha yako tu, wewe mwenyewe ishakuchanganya. Hebu pisha mimi nitengeneze zangu mboga, nikajipikie mwenyewe. Leo nilitaka kuwapa tu taarifa za msingi ambazo mnatakiwa mkaenazo akilini, tena muwe nazo yakunifu vizuri sana katika akili zenu, kwamba maamuzi ya kwake yeye yamekwisha, yaliyobakia sasa ni yamteni kuchukua nafasi yake. Saa kumi na moja hiyo nimechamaliza. Alafu sasa kabaya zaidi. Anasema mimi nimnipe hela, yani kwenye hela hapo. Kwenye hela. Eh, amefikia huko? Kazi hizi ni dharau. Hizi ni dharau. Sasa nisikilize mimi. Unaona huo mguu. Natoka moja kwa moja hapa mpaka kwa Mtemi. Wala usio na wasiwasi, wala usio na oftoa shaka kabisa. Huyu Mtemi unatakiwa kuzalisha kijiji. Amekuja kwa fujo, atarudi baridi mzee wangu, unaona chuba kwa kwa kwa wa so kwa kwa hii. Sasa nisikilize wewe unaniamini mimi vizuri. Moja kwa moja u mguu mpaka kwa mtemi. Piga makofi. Maanake imekuwa dharau. Huyu mtemi amefikia hatua kutaka kumrithi hata mke wa mdogo wake, mke wa ndugu yake. Sasa niachie. Sawa. Mguu moja kwa moja. Ila, mimi nakushukuru kwa hili. Mtemi ana bastola mzee wangu <laughs> bastola bastola, hapa ndani hawezi kuishi kama, yaani tuishi kama yeye. Mtoto wa kiume na mimi mtoto wa kiume, lazima ajue analala wapi na mume wake ni nani, unanielewa vizuri wewe? Mwambie we huyo mjinga mwenzie, tena nakwambia wewe sasa, wewe wewe ndio unayechangia unaechangia ujinga huu Sitaki mama tuvunjiane heshima. Na kuheshimu mama mkwe wangu, na kuheshimu sana. Niache ni, ni ni ni mimi na Susan tuelewane. Tolela, ni no, hapa lana mimi. Niache mimi na Susan si tuelewane. Itakuwa ni lana kwako. Wewe basi tola wewe bastola kitu gani? Yes, najifanya msela sisi wa wasela zamani. Kwanza mimi nimepigana vita. Vita vya maji maji. Vijana sikiza, wanaita ota ota. hey. hey. Sasa, basi hiyo bastola yake hainitishi, wanaenda babaishi Naku toa wasiwasi kabisa, toa shaka. Mimi nimekula maini ya mtu Uganda hivi. Unaniona wapolepole au kwa sababu naona sura wana kama ya kiembo ya, toa toa mi, yeah, makofi. Yaani Mtemi mekuwa kero. Sipige makofi, si makofi. Yeah. maneno yangu tu Mdomo wangu mdomo wangu unanuka, lakini maneno yangu ni matamu kama asali, yanaweza kamtoa nyoka pangoni. Huyu tunamtoa kwenye hichi kijiji kwa maneno yangu tu, na bastola yake atarudi nayo, na akibisha tunamnyang'anya na baki hapa, inakuwa ya serikali ya kijiji. Niachie hiyo kazi, usilete baraa endapo atakataa osha. Oh, laaniwa wewe! Sio bure, kwenda zako huko, niharibia siku yangu ya leo <laughs> sikia. Chizi karogwa, tena na huyu aliye mloga alisha fufupola. <laughs> Eh, nikajipikia hivi, ni mboga yangu mwenyewe, maskini. <laughs> Hmm, Suzana. <uu! laughs> Ishaya, kwa kweli kwao. Eh, ndo unafika sasa hivi na wewe eh, ndo unafika. Kuna mahali nilikuwa nimeenda eh, mara moja hivi eh, nyumba imekuwaje? Wewe unapita uku, huyu David naye anapita uku, kulikoni? Nkuulize hivi huko likwenda kazini, hujamuona David vipi kwani? Au ndo mawivu? <laughs> mawivu gani? Yaani hapa nachokuuliza, nakuuliza nikiwa na, na maana yangu, make nimemwandalia t-shirt huko ndani ya kuvaa leo kazini, lakini huwezi amini, kavaa t-shirt ya juzi tena, bado ni chafu, sijaifua <tipuleno> okay. ah -ah. ah -ah. Lazima nimuulize kwa sababu t-shirt ni chafu ile, alafu unajua kazi yake inabidi

Ha, yani nikasema braha, nitamkuta nyumbani ili nije nimpe nimpe ubuyu mtoto wetu hey. Tiga tiga nkugambi, yani leo unatakiwa upige saruti kwa dada yako, hapa una dada hapa, una dada, pige saruti braha bana <tototu> hey, wetu mimi ndio mzee wa fujo, mtoto wetu. Nimeenda kulianzisha, nimempa makavu makavu raivu, mtoto wetu, yaani mpaka mwenyewe akaanza kuomba po. Anajifanya anajua kuongea hey. Nikamfungulia kitabu, unajua umenifurahisha sana, bado hujafurahi, yaani kwanza kidogo ni mnase makofi. Mbona re alikuwa ametulia tu ananiangalia, nikasema eh, mimi ndio mwanamke wa kitaa kuna vitu vingine vinafurahi. Mimi ki kweli unaponiona nimekaa, nimetoka kwa Mzajuma, naelewa ile swala ambalo Mtemi ananifanyia sijalipenda hata kidogo. kama na nawe umempata Mtemi na umemtukana umefanya jambo la msingi sana eh? na Mzajuma aa Kushoga yangu niambie, wasikuoni umependeza. Mwenyewe kawaida, kawaida yangu, lakini ungenitafuta ungenipata. Basi ameisha, ila pole pole. Ya nini tena, nasikia humo kuwako kuna matatizo kweli kweli. Yani kuwa kuna matatizo nami sijui, lakini wewe wa nje unajua. Ah, ndugu yangu, nani asiyejua hapa kijijini. Mtemi amekuja anataka kukulisi hivi. hmm. maisha ya sasa kuna kulisiwa kweli hmm? Unanioji, unaniuliza au unaniambia? Nakuuliza ndugu yangu, najua mimi na wewe uwezi ukaninyima chochote kile. Kaniambia so, sasa nikwambie shoga yangu, mambo ya watu acha nayo, mimi na Mtemi tumepatana, tuko vizuri tu. Ninyewe tu na wasiwasi wenu naumbea unaowaasha. Mimi kukuuliza hivyo sikuwa na nia mbaya Ela nia yangu ni nzuri sana halafu, ka ukijua mimi sasa hivi nataka kuolewa. Mzee Juma nimemwacha, anainua mguu wake mguu wake imepinda, anampata Mtemi. Yaani wewe, huyo Mtemi mpaka umwendee kwa Mzee Juma? Wewe mwenyewe, mbona ni mbabe tu, halafu hata urefu unamzidi, hata mapana unamzidi, hata nguvu unamzidi mimi kama mwanaume mwenzangu ningemfata mwenyewe, sio niende kwa mwanaume mwingine, eti naenda kumweleza Mzee Juma. Atamfanya nini? Mzee Juma yule kaisha, unataka akafe? hey. mimi nimemfata mwanamke mwenzangu, nikasema anavyofanya sio, siyo fea. Wewe unamwongelea nani mwanamke? yaani hey. eh? Kumbe ulikuwa hujasoma mchezo brother. hey. si hey. nimekafata, nime nime nime nime nime nime ako Kasimbe. uh -huh. kwani Kasimbe gani ambako kanakusumbua brother? O, nagombea sijui mimi ni nani, nataka sijui kuwa nani, wewe uwe nani hapo hapo na nani mwezetu? hmm. hmm. na Kafuku je? Kafuku e. Kafuku uwe kae mwenyekiti, mume wa mwenyekiti e. <laughs> ongea na pole yako, kwa nini? Maana unajua kicho cha mwenyekiti kinajulikana hapa kijiji kizima iwe ni fyatu ni mm, beti hi ishachumuka na wewe oh, umetangata watu umeenda ta kujisomea kwenye ndoa za watu hivyo. Ulikosa wanaume wote oh, hapa kijijini mpaka ukaenda kwa mwenyekiti, unataka kumvuruga au unataka kuanzisha vita nyingine hapa? Mimi si tujali yule kafuku ananipenda. Mm -hmm. karibuni tufunge ndoa wote na sisi tena. Mimi nafunga ndoa na mume wangu Kafuku mtarajiwa, na pia nilikuwa nakushauri tu Ungenieleza mimi ningemshawishi chochote kile, na yo matatizo yako ya ndani, japo unanificha kila kitu, kingekuwa sana. Umemfuata Salome mbwe, sasa si. Hey, hey. Hey, ni kwa ajili ya wewe, mtoto wetu. Mungu wangu, unajua ulichokifanya, nyawe, unajua ulichokifanya mbwe, wewe unajua kutuma utoke namfate Salome kuongea mambo yangu ni nani? Mimi nakupambania brother. Mimi nilienda kumwambia ituumbue mtoto wetu ili uwe na nani shida. umetoka hapa mimi kumtukana Salome, mwanamke kipenzi cha moyo wangu. mimi nimekutuma umfate mtani? Yatakuwa kweli mwanzo tulikuwa tunagombana, lakini sasa hivi mambo yako sawa. alafu kwa unaniuliza mimi na shida na nini? na mambo ya familia, shoga yangu, ningekuwa na shida ningekuja, hilo ningekujailo, mgenyi kufika jana, leo kukabidhiwa vyombo, kama labda umechoka kuosha vyombo kwa muda huo, si una vikusanya na viweka kwenye beseni. Kisema mimi nikutajie waliofanya hivi tayari kijiji tunagombana maneno mabaya, twasemana. Ukifanikiwa kwa ukara, ukiharibikiwa ya ufura. Binadamu wametokwa na imani, wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani, sababu ya kijiji. Sababu ya kijiji tunauana kijiji, tunacha sana sababu ya kijiji